Anayecheza mpira na anayeshangilia mpira na anayeangalia tu anashangaa, wote wanafanya ibada moja, na ibada hiyo ni ya Lusifa, Ibilisi, pepo mchafu. Kwa sababu unakata chenga watoto wa Yesu, unawasumbua uwanjani na wale wameumbwa kwa mfano wa Mungu, unamkata chenga Mungu. Angekuwa ni baba yako, mko uwanjani, watu wanawaangalia, ungekuwa namkata chenga mpaka naanguka chini, baba yako, una adabu wewe? Nikukosa upendo, nikukosa adabu, na wale watu wanao wat, wa wasumbua watoto wa Mungu.